Mheshimiwa Rais mwenendo wa deni la serikali kufikia tarehe 30 Juni 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35 kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022 2023 hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 15. 15 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni landani, la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 41, moja, ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5 chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5 chini ya ukomo wa asilimia 18.